Usisahau kusubscribe kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Tuwe makini na hata wanaopita huko na kuwadaa wananchi, wale ajenda yao sio kwamba wana mpango ambao wanayazungumza mtaani huko, lakini ajenda yao wameona kwamba kuna, kuna jambo ambalo lilifanya la kuchangisha Watanzania kupitia ile taasisi yao ya Tone sasa wakagundua baadaye watakwenda kufanyiwa vechi kwa maana ya kwamba watakwenda kufanyiwa hesabu na CAG wa serikali. Sasa wanatafuta sababu ya kumweleza CAG zile fedha za Tone ambazo watanzania waliwachangia walizifanyia nini. Ndiyo maana wakaja na adidu yao ya kuwadaa wananchi kwamba msishiriki uchaguzi. Tuwaambie ndugu zangu, uchaguzi upo